Wambariki kiongozi wetu huyu, ampe umri mrefu, ampe fikira njema lakini aweze kuendelea kuwahudumia Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa mwenyekiti, kazi hii pamoja na kazi nzuri sana ya Daktari Huseni Mwinyi, naomba uniruhusu kwa namna ya kipekee, hatukupata nafasi ya kuweka klipu zote, lakini tunazo klipu nyingi ambazo zimemhusisha sana mama yetu mpendwa Mama Mariam Mwinyi. Mama yetu tunakushukuru sana sana sana, kazi kubwa sana umezifanya katika jamii. Kazi zote zile zinalenga utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunakushukuru sana mama yetu, endelea kutusaidia. Na mimi naamini kwa malezi mazuri ya baba yetu, ndiyo tunapata kazi hii ya kufanikisha haya yote. Mwisho, kabla sijamalizia, niwashukuru sana mawaziri wenzangu kwa kweli. Mheshimiwa, nawashukuru sana waheshimiwa mawaziri, manaibu mawaziri, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, waheshimiwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi zote na wakuu wa idara kwa ujumla. Ni shukuru yote Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, bila ya kumsahau katibu mkuu kiongozi wetu injinia Zena Ahmed Saidi. Kwa kweli umoja huu, ushirikiano huu, mshikamano huu, tumeweza kufanikisha kwa pamoja kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kabla ya kuondoka hapa, nishukuru sana familia yangu kwa kunipa mashirikiano, lakini kipekee nimshukuru sana mke wangu mpendwa sana, maana haya nisingeweza kuyatekeleza bila ya kuyakamilisha haya. Amefanya kazi kubwa ya kunifanya nami niwe karibu, niwe tayari kuyafanya haya, ili niweze kutekeleza majukumu ambayo taifa imenikabidhi. Baada ya maelezo hayo, na kwa heshima kubwa sana, Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kusisitiza watanzania wote suala zima la amani na utulivu ndani ya nchi yetu na washukuru wote walionisaidia, waliotusaidia serikali yetu, Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Philip Isidori Mpango, Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko kwa kweli, pamoja na waziri wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waheshimiwa Wabunge, Waheshimiwa Wawakilishi, Waheshimiwa wakuu wa mikoa wa Tanzania wote, wakiwemo wa Tanzania bara tunawashukuru sana kwa kweli kwa kazi kubwa ambazo wamezifanya. ni washukuru viongozi wa Chama cha Mapinduzi katika ngazi zote, bila kuwasahau wenye viti wetu wa mikoa mitano ya Zanzibar, wenyekiti wa wilaya, makatibu wakuu na wengine wote. nawashukuru sana kwa kunisikiliza. na Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kusema hayo, sasa naomba na kuwasilisha kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. kidumu Chama cha Mapinduzi! asanteni sana kwa kunisikiliza na namtakia kila la heri mwenzangu ambaye atawasilisha kwa upande wa jamhuri ya muungano wa tanzania asanteni sana sisi em oye pige makofi makamu wa pili wa rais serikali ya mapinduzi ya zanzibar kwa uwasilishaji mzuri wa utekelezaji wa ilani baada ya kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani kwa upande wa Zanzibar naomba sasa tuchangamke kidogo kwa burudani fupi. Dula Makabila. Wajumbe, piga kelele basi, twende sabonasi waoni

la mama kasema, ukinizinguwa tunazinguwana. Basi jamani takabali dua, tija kelele nduwa lili jibu. Wacha niseme mama Samia apewe sifa, yani kwa kupitia Royal Tour katangaza nchi kimataifa Walijaishia hapo kajenga vituo vya afya nchi nzima, wasanii laba tumeiona na katoa ajira kwa vijana mama, kwa wafanya kazi mishahara kapandisha, kwa wanafunzi kajenga shule na madarasa kutosha. Mama Samia, juhudi zako wananchi zinatugusa.

CCM oyee! Ndugu mwenyekiti, kwa ridhaa yako, baada ya kupokea uwasilishaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi upande wa Zanzibar, naomba sasa nitangaze kwamba tunairisha kikao, twende kula, turudi hapa saa 8 na robo. Tangazo hili limeidhinishwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Asante sana.